Rais Samia Suluhu Hassan amekabidhiwa rasmi cheti cha udhibitisho wa ushindi wake kama rais baada yake kutangazwa kuwa mshindi wa uchaguzi mkuu uliofanyika siku ya Jumatano wiki hii. Tume huru ya uchaguzi nchini Tanzania ilimtangaza rais Suluhu kuwa mshindi baada yake kujizolea takriban kura milioni 31.9 kati ya takriban kura milioni 32.6 zilizopigwa, hii ikiwa ni takriban asilimia 97.6 ya kura zote rais Samia ana a kuapishwa rasmi kama rais. Haya yanajia wakati ambao kumeshuhudiwa maandamano na mauaji ya waandamanaji waliokuwa wanapinga zoezi la uchaguzi huo. James Mwangi anaarifu. Baada ya tume huru ya uchaguzi nchini Tanzania kumtangaza rais Samia Suluhu Hassan kuwa mshindi katika uchaguzi mkuu wa mwaka wa 2025. Naomba sasa nikukabidhi hati ya kuchaguliwa. Tume hiyo imemkabidhi Rais Suluhu pamoja na makamu wake Dkt. Emmanuel John Chimbi vyeti rasmi vya ushindi katika uchaguzi huo mkuu. Tuko hapa ili tume kwa kuzingatia masharti ya kanuni ya 57 ndogo ya tano ya kanuni za uchaguzi wa rais wa bunge na madiwani za mwaka 2025 iweze kumkabidhi hati ya kuchaguliwa, kuchaguliwa kuwa rais wa Jamhuri ya Muungano, Mheshimiwa Daktar Samia Suluhu Hassan, na hati ya kuchaguliwa kuwa makamu wa rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Mheshimiwa Dr. Emmanuel John Nchimbi. Rais Suluhu alitangazwa mshindi baada ya kujizolea takriban kura milioni 31.9 kati ya takriban kura milioni 32.6 zilizopigwa, hii ikiwa ni takriban asilimia 97.6 ya kura zote. Tume ilimtangaza mgombea aliyeshinda uchaguzi wa kiti cha rais kwa kupata idadi ya kura milioni thelathini na moja laki tisa kumi na tatu elfu mia nane sitini na sita sawa na asilimia tisini na saba nukta sita sita, ya kura, ya kura milioni thelathini na mbili laki sita sabini na nane elfu mia nane arobaini na nne halali zilizopigwa. Haya yanajia baada ya maandamano kushuhudiwa nchini humo yaliyoripotiwa kusababisha vifo vya watu kadhaa, huku wananchi wakishikilia kuwa uchaguzi huo haukuwa wa huru na wa haki, hasa kutokana na kutoshirikishwa kwa viongozi wa upinzani. Rais Suluhu sasa anatarajiwa kuapishwa rasmi na kupokezwa majukumu ya kuiongoza Tanzania kama rais kwa miaka mitano kukamilisha muhula wake. <mulia> Aidha, rais wa Zanzibar Dr. Hussein Mwinyi tayari ameapishwa rasmi kama rais baada ya kuibuka mshindi katika uchaguzi mkuu wa Zanzibar kwa kujizolea asilimia 74.8 ya kura. Mwinyi alipokezwa rasmi majukumu ya kuiongoza Zanzibar katika hafla iliyohudhuriwa na mamia ya wafuasi wa chama cha CCM. James Mwangi, Undugu TV.